za kibiashara, za kiofisi zilikuwa zimesimama. Lakini vile vile katika kipindi hicho eh, kwa ajili ya usalama vituo vyote vya mafuta vilifungwa. Kwa maana hiyo, wananchi walipata adha ya kutokupata mafuta ya kujaza na kwenda katika shughuli zao. Lakini kutokana na vurugu hizo pia ikumbukwe eh, kutokana na tangazo alilolitoa Uh, inspekta jenerali wa jeshi la polisi eh, kwa lengo la kuhakikisha kwa kwamba wananchi wanakuwa salama eh, kuna maeneo mbalimbali mbali ambayo yalilazimika yalindwe na vile vile wafanyakazi pia walitakiwa kufanyia kazi katika majumba yao. Kwa hiyo mazingira haya si rafiki, ni mazingira ambayo eh, Watanzania hawakuyazoea. Kwa hiyo sisi kama tume pia tumeona ni vizuri kufanya uchunguzi wa kina ili mwisho wa siku tutoe mapendekezo ambayo yatasaidia e, katika kurejesha hali ya Watanzania e, na kuwakumbusha umuhimu wa kuzingatia e, amani ili Watanzania wote tuendelee kutekeleza majukumu yetu kwa ajili ya maendeleo ya taifa letu, ani ya mwezi mmoja na nusu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 ili tuweze kuona ni namna gani tunaweza kutoa ushauri eh, eh, kwa serikali yetu ambayo tunaamini ni sikivu, ili iweze eh, kuangalia ni namna gani ya kuzuia matukio ya namna hii yasiweze kutokea tena.